Apata nafasi ya kuongea na Azam News wamesema kuwa suala la kulea watoto ni changamoto kubwa ambayo wanaachiwa na wenza wao ambao hapo awali walikuwa na mahusiano mazuri. Magumu yapo mengi sana, kwa sababu unavyolea familia uwe mama peke yake bila baba na watoto hawapati wa ile furaha yao, wanatakiwa wapate furaha pande zote mbili, kwa baba kwa mama. Kwa sababu mzigo unawalemea, ndio maana hukuta wengine mpaka wanashindwa, wanatelekeza watoto, sio kwamba wanapenda ni kwamba wanalemewa. Hasan Kimaro ni afisa ustawi wa jamii wa manispaa ya Sumbawanga, anasema wanawake waliozalishwa na kuachwa bila ya kuwa na usaidizi kwa kiasi kikubwa wanaingia katika wimbi la umasikini, kwa wale ambao ni wana kipato cha chini, kwa maana maskini ambao wanajikuta wamezulumiwa, wamedanganyika kimapenzi na wamezalishwa, bado hawajaingia kwenye ndoa. Ili kundi lina uhatari mkubwa huko mbeleni kuangukia kwenye janga la umaskini. Na ni kwa nini? Kwa sababu wengi sasa atalazimika alee mtoto, lakini pia atalazimika muda huo ajitafutie kipato peke yake, kwa sababu ya changamoto ambazo wanaweza akakumbana nazo au ziko kwenye jamii. Mfano moja ya changamoto kubwa ni kuto kuaminika. Janet Soka ni msikolojia pamoja na Mary Naro mtaalamu wa masuala ya jinsia, wanasema ongezeko kubwa la wanawake wanaolea watoto bila wenza wao linatakiwa kuwekewa utaratibu ili kuwepo na uwajibikaji katika kutoa huduma upataji nafasi wa elimu kupata akses mbalimbali za kimaisha, imempelekea mwanamke kutoka kwenye nafasi yake ya asili ya kuwa mtii. Kwa hiyo anataka kuwa kiongozi ndani ya nyumba. Hamwezi kuwa viongozi wawili, lazima mmoja awe chini, mwingine awe juu, na hapo sasa ndio chanzo cha mahusiano kuvunjika, ndoa kuvunjika na kutengeneza single mothers wengi. Kama mwanaume amezaa na mwanamke Tuweke utaratibu wa kisheria kumlazimisha atunze mtoto kama mtoto ni wake, kwa sababu wewe tayari ni mzazi, hauwezi kuchagua tena kwamba sasa na opt out kwa sababu tu sijisikii. Kwa hiyo ni swala la kuangalia hiyo, kwa hiyo pia, lakini kuna pande nyingine nyingi sasa hivi, sio tu kwamba maji tunaongelea ambao wako nje, hata walioko ndani bado wanawake ndio wanaolea familia zao. Onesmo Olengurumwa ni wakili wa kujitegemea anasema kuwa kwa mujibu wa sheria wazazi wote wawili wana haki ya kuwatunza na kutoa mahitaji ya lazima kwa watoto wao. Sheria za nchi ziko very clear e, kwamba mtoto anapaswa kulelewa na wazazi wake wote wawili, aijalishi mmeoana au amjaoana. Ukizaa na mtu sasa hivi una jukumu la kulea ule mtoto, ilo jambo la msingi. Sheria zetu za mtoto pamoja na sheria za nchi zimeweka utaratibu kwamba baba anapaswa kutoa matumizi ya mtoto kwa kiwango cha uwezo wake. Kutokana na changamoto hii ya wanawake wanaobeba mizigo ya kulea familia bila wenza wao, imefika wakati kwa mamlaka na jamii kuangalia namna ya kuboresha sheria na sera zinazosimamia masuala hayo. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. Sasa mesi tunaweza kuamulika uh, hali ya ndoa kama ambavyo imeainishwa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu katika ripoti yake uh, kwa mwaka 2020/2021 kama ambavyo imeainishwa inazungumza nini, tupate taswira halisi ya hali ya ndoa katika takwimu zifuatazo. Uh, kwanza kabisa ambao hawajaolewa kwa maana uh, wanawake pamoja na wanaume Uh, ambao hawajaolewa ni asilimia 24.6. Hii ni kwa upande wa wanawake, lakini kwa upande wa wanaume ni asilimia 36.1, imeanishwa hapo uh, katika taarifa hii. Lakini jumla kwa maana ya wanaume na wanawake ambao hawajaolewa kwa, kwa mujibu wa idadi ya watu ni, uh, ni, ni, ni asilimia 30.1. Naam, katika taarifa hiyo uh, waliooa, imeanisha katika taarifa hii ni asilimia 49.5 na hapo, huu ni kwa upande wa wanawake lakini kwa upande wa wanaume ni asilimia 52, a idadi ya watu hawa ni ambao wameoa, lakini kwa ujumla sasa, uh, ni asilimia 50.7. Naam, katika taarifa hiyo wanaoishi pamoja, uh, katika taarifa hii, uh, ni asilimia 6.2 kwa upande wa wanawake imeanisha taarifa hii, lakini kwa upande wa wanaume ni asilimia 6.5 kwa ujumla ambao wanaishi pamoja ni asilimia sita nukta nne, taarifa hii imeainisha mesi fikiri, wanaweza kuitizama, sindio? mm -hmm. Lakini kwa upande wa wajane wale uh, waliofiwa wali na waume zao ni asilimia kumi nukta tisa, lakini kwa wagane ambao ni wanaume ni asilimia moja nukta nane. Kwa ujumla wao sasa, wanaume na wanawake, ni asilimia sita nukta tano, taarifa hii imeainisha mesi, kwa maana wajane pamoja na wagane lakini waliotalikiana ni kwa wanawake ni asilimia 6.6, lakini kwa wanaume ni asilimia 2.4, taarifa hii imeainisha kwa ujumla wao ni asilimia nne nukta sita kulingana na idadi ya watu. Hii ni kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Waliotengana katika taarifa hii ni asilimia mbili nukta tatu kwa upande wa wanawake, lakini kwa wanaume ni asilimia moja nukta mbili na kwa ujumla wao ni asilimia 1.8 na taarifa hii ni kwa mujibu wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Na kwa maana hiyo sasa tunapata taswira hiyo halisi kama ambavyo imeweza kuainishwa mesi kwa, kwa maana ya single mothers. Lakini nafikiri pia kuna single father, ndio wapo <laughs> na hapo pia nakukumbusha ambao hawajaolewa na kuoa <laughs> kwa wanaume na waliooa ni wanaume, wanawake kuolewa uliwasahau hapo yeah. Eh kama ulivyokumbuka wajani na wagani basi! <laughs> Eh, eh, <laughs> hiyo taarifa nafikiri tumeiweka vizuri. <laughs> kundi lako nilo lingine nitakutafutia. <laughs> <laughs>